Ikiwa ni baada ya kitu kikubwa ambacho kimeweza kitokea mapema hivi leo uh, harusi ya Juma pamoja na Priscy kupostiwa na peji kubwa kutokea huko Marekani, peji ambayo inajulikana kwa jina la The Shade Room. Peji hii yenye jumla ya followers wengi uh, kama milioni 29 hivi uh, imeweza kuposti hii hapa picha ikionyesha watu maarufu ambao waliweza kutembelea katika sherehe ya Juma na Priscy ambapo peji hii nitakuelezea ni wakina nani hawa, je, na wana ukubwa gani katika dunia ya sasa? Hili jambo limeweza kushtusha watu wengi sana. Ikiwa ni masaa mawili tu, post hii imeweza kupata jumla ya likes elfu sabini na moja lakini pia ikapata comment elfu tatu lakini pia ikipata shares elfu sita na wengi walio comment hapo ni watu wakubwa wakubwa kutoka huko Nigeria pamoja na Marekani. Uh, lakini pia wabongo sunajua hawezi akakosa. Sasa kabla sija kuambia kuhusiana na hii page kwa undani ikoje, ne mtu some kile ambacho waliweza kuposti na kukiandika page hii ya uh, The Shade Room. The Shade Room walianza kwa kuposti Posti ambayo iliweza kuonesha mastaka kadhaa hapo mbele eh, kama jinsi tunavyoona no, alafu wakaanza kwa juu wakaipa uh, title ambayo ilikuwa inasomeka kwamba you all have to see how this guest turned the Priscilla and Juma's wedding into the mid gala, alafu kwenye upande wa caption wakaanza kuandika kwamba hashtag swipe, alafu wakaendelea kusema kwamba what were the dress code, what were the dress code it seems like Priscilla and Juma's wedding was the place to be and all of the guests went above and beyond the assignment which wedding guests become the hardest roomies. Alafu waka weka hashtag jp 2025. Sasa maana yake ni nini kwa hichi ambacho wamekiandika wame, hapo kwa juu walipoanza kuandika, walianza kuandika kwa kwamba lazima mwone jinsi wageni hawa walivyogeuza harusi ya Priscilla na Juma kuwa kama Met Gala alafu kwenye upande wa caption waliweza kuandika kama ifuatavyo: vigezo vya mavazi vilikuwa vipi? Inaonekana kama harusi ya Priscilla na Juma ilikuwa ni sehemu ya kuwa na kila mgeni alijitahidi kupita hata matarajio. Ni mgeni gani wa harusi alivaa kwa kiwango cha juu zaidi, roommates? Hivyo ndivyo caption ambayo jinsi ilivyokuwa wameandika. Sasa kwenye jalada namba mbili, eh, na ama naweza nikasema slide namba mbili wakaweza kuweka hapa wake pamoja na mavazi yake Slide namba sita walimwonyesha francis Theodori eh, na huu ndo ulikuwa mwonekano wake jinsi alivyovalia nguo fulani za pinki. Slide namba saba walimweka mwanadada Nandi the african Princess kutoka Tanzania na huo ndo ulikuwa mwonekano wake. Lakini pia slide namba nane walimweka Chioma eh, msanii mkubwa huyu ambaye pia aliweza kushiriki Trust Music Awards ambazo zilifanyika huko Zanzibar mwaka huu eh, lakini pia slide namba tisa waliweza kumwonesha mwanadada huyu la Sosa. Eh, mwanadada celebrity moja pale kutoka katika nchi ya Nigeria. Uh, slide namba kumi waliweza kumwani, kumwonesha Ososa Igodaro, eh, celebrity pia na huyu. Slide namba kumi na moja, eh, waliweza kuweka hii kapo ya Kin Faminu, eh. Lakini pia slide namba kumi na mbili waliweza kumwonesha Sofia Po Berry na huyu ndio alikuwa mwonekano wake. Lakini slide namba kumi na tatu waliweza kumwonesha official Papo Speed. Slide namba kumi na nne waliweza kumuonesha pale Messi Igbe na huo ndio ulikuwa muonekano wake jinsi alivyokuwa amevalia. Lakini pia slide namba kumi na tano eh, mwanadada Inedo eh, mwanadada fulani ambaye huwa anasifika kwa shepu nzuri. Lakini pia slide namba kumi na sita waliweza kumuonesha bridesmaid eh, jinsi alivyokuwa amevalia namna hii, na huyu ndio alikuwa akimsindikiza mwanadada Pris alipokuwa pembeni yake bana. Yeah. Lakini pia hiyo ndio ilikuwa slide ya mwisho. Huyu mwandada bridesmaid yeye anaitwa anaitwa um, Diana Ineje. Sasa hiyo ndio ilikuwa kitu ambacho keleza kupostiwa na hawa page ya The Shade Room. Sasa hii page ni wakina nani hasa? Nemjone kuangazia kidogo kuhusiana na hii page. Um, hii page ya The Shade Room ni ukurasa maarufu wa mtandao wa kijamii unajihusisha na habari za burudani hasa zile zinazohusu watu maarufu yani, celebrities. Lakini pia unahusu na mambo ya gossip yani umbea wa masta, pamoja na trending news, habari zinazovuma. Pia unahusu na vipande vya video vinavyoburudisha ama kuchokoza mijadala ya kimitandao. Yani hapa wanamaanisha clips kwa njia ya reels. Lakini pia ni wanatumia hashtag kama trending news, na wana akaunti nyingine kama The Shadow Room Teens kwa vijana lakini ukubwa wake ni upi? Ukubwa wa akaunti hii una jumla followers milioni 29.3, lakini pia umeposti zaidi ya posti laki moja na 1600, lakini pia ukiwa umewafollow ama umewafuata watu 1436 tu. Je, peji hii inamilikiwa na nani kwa sasa? The Shade Room ilianzishwa na Angelica Nwandu ambaye ni mwandishi na mjasiria mali kutoka Marekani. Hata hivyo ukurasa huu unaendeshwa na timu kubwa kwa sasa. Kama inavyoelezwa ina rani na watu wasiopungua ishirini na tisa ndani ya miongozo mbalimbali, mbali ya majarida habari yaliweza kuongea hivyo. Peji hii imeweza kuzua hususana gumzo na hii ni baada ya kumposti Juma Jux, E, pamoja na watu maarufu ambao walihudhuria harusi ile, lakini pia mwadada Mange Kimambi aliweza kuiposti mapema, akasema kwamba Juma ameweza kuiwakilisha Tanzania vizuri, na hii ni baada ya kupostiwa na hii page kutoka huku Marekani The Shadow Room.